omtikikoimama yako mzazi ndugu yako Chumvinyingi imeshatutoka, amefariki, amekufa. Yatupaswa sisi tuwe mfano wa kuigwa kupitia huyu tunayemuona hapa. Tulikuwa naye juzi, tulikuwa naye majuzi, lakini leo tumekuja kumpumzisha katika maisha yake ya milele. Eh, Chumvinyingi amefariki. Sakalatul mauti, sakalatul mauti, sakalatul mauti, sakalatul mauti. Ah, ah, ah, eh, eh. Ah, ah, ah. Champo. Champo. Champo, na nini? Ngeri nisaidie. Mimi ni Manunu vipi? Lakini kuna wakati usinizoe. Champo kimemkuta nini? Na kwa nini mmemburuza baada ya kumbeba? Huyu hapa. Um, nah. Eh? Nani? Wewe si tumetoa wazo? Eh, sasa kama nimetoa wazo mimi, hey! yaani, yaani, yaani, kama mimi bado naumwa kolesto, yaani nina ugonjwa fulani hivi ukijibana unafanya vipi? Yesu! Unakuwaje? Lakini mimi nia yangu ilikuwa tumbebe. Ila mimi kiuno changu huko kwenye center belt. Yaani labda nikwambia bado kiongozi, yaani tunaomba tusamehe, sisi dhaifu. Keseni. Kwa kitendo mlichokifanya, Asabu yenu, pigeni magoti. Aya, usizunguke sasa nyuma yangu, Zakayo, ah. Usinizoee naposema, pigeni magoti, na maanisha twende chini, ah, chini. Ah.

Champo nimekuuliza, una nini utae kuniambia, na nimefika nje nimeuliza vijana pia, una kitu gani pia, hawajaniambia naomba uniambie ukweli, una nini Champo? Gee, haya ni makosa yangu, ina siku ya tatu sasa, siishi kwa amani kabisa, na hii yote imetokea baada ya mke wangu kuhitaji kujua ukweli juu ya kazi yangu ninayoifanya na maisha yangu kwa ujumla. Nilichokosea mimi ni kumwambia ukweli mke wangu wa kila kitu kinachonihusu mimi. Shit! Champo umetoa siri ya kambi? mm -hmm. kwa nini umetoa siri Champo? Mimi mwenyewe nakaa na, na mpo wangu lakini mpaka leo hajui nafanya kazi gani? hivi ninavyokwambia sasa, pete nimeipoteza lakini sijamuuliza kama kaiona sehemu yote, hata bosi pia sikumwambia. Kwa nini umetoa siri Champo? Nyegere, usinilaumu. Unachotakiwa kuangalia Nyegere, ni kunisaidia mimi. Sikufanya hivyo kwa makusudi.

mimi na sani hapo tayari nimeshamaliza kila kitu. Hakuna mwanadamu yoyote yule mwenye dhamira ya ubaya na wewe akakutendera kibaya. Kinga niliyokupatira ni kinga kubwa sana, umenielewa? Asante sana mjomba, na kweli nimeamini kama wewe ni mjomba wangu hata hivyo nashangaa, kwa nini mama ajanijulisha kwamba na mjomba kama wewe. Wacha <coughs> kulokutanta mantetela, hayo ni ya walimwengu. Niliamini kabisa mke wangu ndio msiri wangu, na chochote takachomwambia basi hata kifazie ndani ya moyo wake, lakini baada ya kumwambia e, alitoka kaenda kumwambia mamake siri yote, na mimi ndipo nilipotoka kutaka kumzuia kabla siri hii haijafika mbali. Ndipo nikatoka na kugundua kwamba wameelekea katika kijiji cha Mkongo huko Rufiji, kwa mjomba wake, na weo mjomba wake ndio alionifanyia haya unayoyaona hapa <laughs> nisaidie nyingine, mimi nitakusaidia. Lakini umekosea. Unajua watu wote wanajua mimi na wewe ni mapacha, ama ni ndugu wa kufa na kuzikana, kwa sababu kila wanapotuona tuko pamoja kwenye maongezi hivi, leo wakija kujua siri ya kazi yetu watatufikiriaje? Okay. Kilicho bakira hapa ni maamuzi yako tu, kuendelea kubaki ama kuondoka. Sawa mjomba? Je, je, je, je. Mizimu, mama mzimu mama. Unajisikiaje sasa hivi mwanangu? Kikweli mama najisikia vizuri mama, mama, mama, kweli ah, yani mjomba kiboko, naona pale ulivyofanya jivv <laughs> nili <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwambia atatusaidia tu, sana ametusaidia sasa hivi naanza kuamini mama. Au mjomba, jambo la <laughs> <laughs> kumshukuru Mungu kwa kweli, mpaka hapa tulipofikia. Sasa vipi, utaondoka utabaki? <laughs> patamwango <laughs> <laughs> baki bwana, tubaki yote Sara. mm. Nigele. Mm. Niko sawa sasa. Mm. Nyinyi ndo mmeshindwa kunibeba mimi, mmeniburuza. Iko hivi kiongozi, niangalie wewe afu angalia Azizi. Yaani, sisi hapa tukibanda watu wa wawili we ni mtu mmoja, kwa hiyo sasa sisi tukakuwa tukajitacha, alafu mimi nilikuna nyua uomba alikuwa anakuburuza kelele odi wenyewe. Nyie karibu, jamani, kama malaika huyu Msomali au <laughs> Masai mona sura za watu wao wa, anafanafana nao. We kaka, karibu, asante Nilikuwa namuulizia yule mbaba ana ndevu hapa, alafu zina rangi sijui ya binzari, sijui blichi. Mm, amwambie Chumvi Nyingi ali usiupakue, ndo niko hapa, ona kabinyamdomo lijina baya. Mwanamke unamnanga kwa sababu kupenda, unamnanga sio tabia nzuri. Ikatokea siku tukapata kazi ya kwenda kuchukua maiti thelathini mpaka hamsini ninyi mtaiweza kazi kweli? Mbona mbona mkuuha kasema hii kazi yetu ni kocha. Mm, makocha maiti tu, sio kubeba. Yaani sasa hiyo ikitokea, natokea na wapi? Na ndio maana sisi hatuna mazoezi, si ndio rafiki yangu? Afu mimi tu mi, niwaga nazivesha sanda. Kile ambacho mmenifanyia mimi ndicho naenda kuwafanyia nyinyi, mkalale pale. Uh.

tutakwenda kuwaburuza nyinyi wawili kama mlivyoniburuza mimi kunipeleka humu ndani. yeah. yeah. Baba mtusaidie, tunabishana. basi basi Baba basi. Wewe ndo nimekuja hivyo, badala ya kumaliza mambo yangu yote, na kama ulivyoniambia kwamba nikimaliza mambo yangu niweze kufika hapa kwa ajili ya hiyo kinga ndio maana imebeba kabisa kaniki, nikimaliza tu mambo ya kinga niweze kwenda huko nikawahi kumwokoa mama. Sawa, umefanya jambo jema sana. Kwayi koja, nikachukule vifaa vyangu ili tuelekee mtoni. Mtoni tena? Sawa, uko mtoni siende tena masuala ya kupuma huko

Sasa nisikilizeni, na tutakapowapeleka ndani, hata ruhusiwa kutoka mtu yoyote mpaka tutakaporudi hapa, sawa? Tumewaelewa, lakini mtatuua bado hamjasema, mpaka mseme. Ah. natakiwa kuwa na maumivu kama yale niliyokuwa nayo mimi. Haya riani haraka, kama dioka Sikiliza nikwambia, ndugu yangu, mimi mpaka dakika hii nafsi yangu haiko huru kuendelea kuishi mahali hapa, kwa sababu kipindi mnanipokea hapa mliniambia kuwa mahali hapa mmepachagua kama sehemu yenu wanawake, na mtapokea wanawake ambao pia wamesalitiwa, na ndio mkanipokea na mimi tuweze kuishi hapa kwa pamoja. Lakini cha kushangaza, juzi hapa nimeona ule kiongozi wetu anampokea mwanaume na Acha kumpokea tu, kwamba kumbe ni mwanaume ambaye alikuwa akifahamiana naye na kushirikiana naye kwa muda mrefu, lakini sisi hakutueleza hayo, amekuja kutueleza baada baada ya kumuona hapa. Na kilichonigopesha zaidi ama kunitia hofu si mwanaume tu, bali ni mwanaume ambaye ana nguvu za kishirikina. Leo hii amesema anataka wageuze wale vijana akili zao, na watie akili za kishirikina ili aweze kuwafanyisha vitu vyake awakontrol vile anavyotaka yeye Umekaa kufikiria hilo vipi? Mimi na wewe tukaja tukamkosea huyu, unahisi hatuweza kutufanyia hiki ambacho anataka awafanyie wale vijana pale? Leo nataka nikupe tofauti kati ya mapenzi na upendo. Unajua, mapenzi yanamfanya mtu kuwa mtumwa, lakini upendo unamfanya mtu kuwa huru. Kwa mapenzi nao mpenda mamangu. na upendo nionao juu yake Napata wasiwasi sasa. Wasi wasi. Toka muda ameondoka hadi sasa hivi, hajapata kurudi. Na hisi takuwa anapata tatizo. Ondoa wasiwasi. Kwa maana mimi nilimpatia dawa. Kama atafuata vizuri maelekezo, hakuna kitakachomkuta. Ila kama hatofuata maelekezo, basi kuna kitu kinaweza kumkuta. Kwa maana baba yangu mimi katika hiki kijiji chote ana michoro yake ambayo ameweka. Popote mtu yote atakapokwenda, basi anatambua. Ndio maana nikampatia ile dawa ili iwe kinga kwake. Lakini na imani atafika tu salama, ondoa wasiwasi. Nienda wasi. Wapi? Na mbona huyu karudi amenuna. Kuna kitu gani kimetokea? Hapana, ndugu yangu. Yaani, mi mwenyewe kabla ya kuja kuniambia, nimekaa nimejifikiria sana, iko kitu yaani inafikia kipindi sasa hadi najutia kulingana na haya maamuzi niliyopitia, yaani hadi naonea huruma wale makaka wa watu. Jamani, sikia, nilikwambia mimi nimekuita hapa kukueleza hayo, ila msimamo wangu kwa sasa ni huu hapa. Mimi binafsi yangu nimeamua kupanga kutoroka. Sasa unataka utoroke mwenyewe ndugu yangu eh? Sikia, nikwambie, mimi nimepanga kutoroka na nimeamua kukushirikisha. Kama wewe utaona uko tayari kuendelea kubaki na kiongozi wako mkaendelea kuliongoza jaramba, sawa, lakini mimi binafsi yangu nimenawa mikono, nimeaga mapambano. Mimi ndo nimekuleta hapa, inabidi tushirikiane hata kwenye kutoroka, usiniache mwenyewe. Mimi binafsi nishaikumbuka familia yangu na najutia kwa kila nilichokifanya. Bora tu nirudi nyumbani, ndugu zangu atanisamee. Na kama manaume, kwa upande wa mwanaume najua tu nitapata mwanaume atakayekuwa sahihi na atakayenipenda. Amenikosea sana huyo bwana. Unajua, mimi nimekuja huku sio kupoteza muda, ilikuwa kuwapa msaada ambao mlikuja kuniomba. Huyu bwana alitoka akasema anaenda kuchukua begi lake la nguo ili aweze kubadilisha nguo na mimi nikamuomba tuongozane, lakini tulipofika tukakutana na rafiki yake. Yule rafiki yake akaenda akatuacha sehemu, akatuambia kwamba anakuja. Tukachukua muda mrefu sana hapo kumsubiri. Sasa lengo langu kurudi hapa. Jamani, mimi naona niondoke, kwa sababu mimi nina madrasa, na huyu nilimwambia kwamba na almadrasa tulichagama kisa kidogo, na wanafunzi wamekuwa watoro ajabu tangu mimi nije huku. Kwa hiyo naombeni niondoke. Akiwa uvure nguo zako hizo zote kisha uvae hicho chitambala cheupe sawa? Ah, sema sana kwa, naomba ningeenda kubadilishia pale, au atakayebadilisha papa unichungulie.